Utafutaji wa riziki, walikuwa wako mbio sana wanatafuta riziki. Utafutaji wa riziki ukawatoa katika njia au ukawaghafilisha katika mambo ya heri, mpaka wakajikuta wameingia kwenye makaburi. Hakuna hiyo riziki walikuwa ukitafuta ya maana, walichotuachia hapa ulimwenguni wala athari njema walioiwaka, bali wamebeba mizigo ya madhambi. Tafuta kwenye familia yako, watu unaowajua na kuwapenda, we watu wa karibu yako, waliokuwa wakubiza katika mambo yao ya kilimwengu kiasi ambacho ukimwambia jambo fulani, ukamwambia wajua bwana, maisha sasa hivi uh, tuko vioni kutafuta maisha, wajua nikipata nafasi. Watafute wale watu uangalie, wameacha nini hapa ulimwenguni, hicho cha maana.